Asante na, na nafahamu kuna watu wengi wakija Ulaya au wakienda kusoma Ulaya hmm. Kuna wanaochagua kubaki, kuna wanaochagua kuhama nchi hmm. Na wengine wanachagua kurudi nyumbani hmm. Sasa wewe ume, umeamua kubaki na sasa hivi najua kwa kazini hmm. Sasa unaweza kutuelezea ni kwa nini eh, umebaki na katika kubaki kwako kulikuwa na Challenges gani au urahisi gani uliokusaidia wewe kubaki hapa nchini Ufaransa? Mm, ah, swali, swali muhimu, alafu swali zuri sawa. Ah, mimi labda nikirudisha nyuma pale kwa nini nilikuja, nimeelezea kwamba nilikuwa nafuata hiyo development ya clinical trials, ya clinical research au clinical development kwa jina lingine. Sasa, kama nilivyosema, Tanzania hatuna development kwenye viwanda kwa lengo langu, kabla sijaja, lilikuwa tayari lipo liliku, nimesha redefine. Li sasa kamba nataka kufanya kwenye viwanda ambavyo vinafanya clinical development. Kwa hiyo, obviously baada ya shule na kipindi cha shule nilikuwa natengeneza zile competence zangu na CV yangu iweze kufit kwenye demand sasa za soko la hapa Ufaransa. Okay. Hiyo nitokea nipo shule, sababu lengo langu nalijua, nataka nini. Mm. Kwa hiyo, kama ni darasani mwalimu aki akizungumzia mada fulani ya pharmacology, mm. Aki akifika upande wa industry akasema huwa industry wanafanya moja, mbili, tatu. Mimi hata maswali yangu mm. Nilikuwa najitahidi hata kutoka sometime nje kidogo ya ile point ya mwalimu kumuuliza, sasa kwa upande wa clinical development anahusikaje kwenye hiyo point, mfano kiwanda. Hiyo ilikuwa kwenye kujenga zile competence, na wanakujibu vizuri kusema kweli okay. Kwa hiyo uh, mimi niliamua kubaki kwa sababu moja kubwa ni kwamba okay. Tanzania hatuna hiyo lakini cha pili huku e, unapata chansi ya kufanya kazi kwenye makampuni makubwa sasa mm. sisi kwa Tanzania tulikuwa tunapokea dawa kutoka kampuni mbalimbali za nje sasa sasa so, unapata ile chansi kwamba utafanya kwenye zile kampuni, kampuni. kwa hiyo unakuwa kwenye source kabisa imagine upo kwenye source na party iliyofuata uh, ili uweze kubaki sisi mm-hmm. masters zetu hapo France zinakuwa zina internship Mwaka hmm. wa kwanza ni miezi mitatu, miwili ni mitatu. Mwaka wa pili ni miezi sita. Hizi ni unaomba kama unavyofanya job applications. Okay. Yaani mchakato ni ule, ule, utaandaa CV, utaanza kutafuta kama ni makampuni au hospitali na kufanya kazi. Mimi sasa si, si, si masters yetu labda kwa uh, information yetu ya ziada hmm. ime inakupa competence kubwa sana kwenye kufanya PhD. Oh. Research. Sasa. Ah na PhD inawezungumzia mara nyingi inakoka kwenye fundamental research na uh, non clinical. Non clinical ni zile research kwenye wanyama kutengeneza modo za magonjwa na dawa ili mm. -hmm. kuzitest. Ilikuwa haipo sana kwenye kwenye clinical, yaani mwisho clinical ilikuwa mnagusio mhm mm, lakini mimi binafsi kwa sababu ya competence nazo zitaka sikuwa na mpango wa kuendelea na PhD, uh, PhD yeah, na sikuwa na mpango wa kuingia kwenye research lab za hospital kama nilivyotoka. Kwa hiyo mimi CV yangu nilikuwa nimeshaanza kuitengeneza competence zangu, nilikuwa nafuata short course chache ili kupata competence zaidi za upande wa clinic. Okay. Lakini hapo kwa kujazia ili ufanye clinic sasa kiwanda, okay. Lazima wewe unajua basic research na non clinical za animals ili kwa sababu kote utachukua zile data ili uzitumie kwenye clinic sasa. Okay. Kwa hiyo mimi internship zangu nilifanya kwenye clinic. Mwaka wa kwanza nilifanya hospitali kwenye hizo applied clinical trials, halafu mwaka wa pili miezi sita nikaomba kiwandani sasa kwenye clinical development. Hiyo yote kuandaa CV, okay. Wewe mm. Wewe nilichokusoma mimi ni kwa wewe ulikuwa una malengo na ulikuwa kufanya kitu ambacho kinatoka nje ya malengo yako. Kwa kila ulichokuwa unafanya lazima mm. kitimize sehemu moja wapo ya kufikia lengo lako kubwa, na yani ni kama vile umepewa job description kipindi unaanza shughuli afu unaambiwa kwenye kila hii description ya hii, uh, role ambayo utaifanya kiwa ndani basi mimi naichukua ile na itafutia competence. Na itafutia competence. Kwa mwisho wa siku. CV yako itakuwa imekaa kama hiki najua hiki nafahamu hiki nafahamu hiki nafahamu okay kwa nadhani uh, swala muhimu ni kwa mtu kama anataka kuja kusoma nje hmm. au kuja kufanya kazi nje kuendeleza career yake ni muhimu kuwa na malengo elewa unachotaka kukifanya elewa unachohitaji kukifanya lakini pia Uh, utambue namna gani unaweza ukafika pale. Kwa hiyo unaweza ukauliza, unaweza ukapata ushauri. Kuna watu wengi tu wanaweza kukushauri, especially watu ambao wametangulia.